Mimi naitwa Askofu Ernest Mrindoko na mke wangu anaitwa Ezeleda. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa, kwa kweli tangu mwaka elfu mbili na moja Mungu alivyotuunganisha kama mke na mume kwa kweli tumekuwa na maisha ya baraka, na niweze tu kusema ya kwamba ni kwa msaada wa Bwana, kwa sababu niliitwa nikiwa kijana na wakati ulipofika wa kuoa nilimwomba Mungu na Bwana kanipa mke sahihi. Katika safari yangu ya maisha nimemwona Mungu. Siri kubwa ya mafanikio hata tukafika hapa ni kusimama katika neno la Mungu, kwa sababu Mungu alipomwomba mwanamke na mwanamume, kila mmoja kuna jukumu ambalo Mungu alimpatia na ndani ya ile jukumu, kila mmoja anaposimama kwenye nafasi yake adui hawezi kupata nafasi, kwa sababu Mungu aliweka jukumu kwa mwanamke na Mungu aliweka jukumu kwa mwanaume, na jukumu hilo kwa sababu ni agizo la Mungu, tunaposimama kulitii hilo agizo tunafanikiwa. Kwa siri ya mafanikio yetu ni hayo kwamba tume, tume, tume, tume tunampenda Mungu tume, tunadumu katika kulisoma neno na kuliishi, kila mmoja kuangalia majukumu yake na maagizo ambayo Mungu ameagiza, na kwa njia hiyo imesababisha tumeendelea kuishi ndani ya miaka hii yote. Hatujawahi kugombana, hatujawahi kupigana, hatujawahi. Kwa hiyo hata inapotokea adui amepita, tunayamaliza kwa amani, kwa sababu ndio maagizo ya Mungu. Anasema ndugu yako ndugu ya Kiafrika, mrejeshe kwa moyo wa upendo, na hiyo ndio, ndio, ndio, ndio siri ya mafanikio yetu hata kufikia siku ya leo. Labda una wito gani kwa vijana? Wito yeah, wito wangu kwa vijana, kila kijana ambaye anatamani au anataka kuoa, kikubwa ambacho natoa wito wangu kwao watulie na wamwombe Mungu, wasiende kwa kuona ni yani, um, anapotaka kuchukua hatua yoyote ya swala la kuoa atulie magotini pa Bwana e, amwambie Mungu, nielekeze mahali sahihi. Tusiende kwa kuona, watu wengi wanafata macho kwamba huyu sio ameumbwa, lakini hebu tu tujua kwamba, kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba ndoa, ndiye aliyesema sio vema huyu mtu akae peke yake. Kwa hiyo unapofika mahali, uh, kijana unataka kuoa tulia magotini pa Bwana, tenga muda hata kama ni siku moja mbili, ongea na Mungu kwa kumaanisha kwamba mimi nimekusudia na natamani, Mungu nifikishe, na Mungu atakuelekeza eh, kwa utakutanishwa na mtu sahihi, kwa sababu sio kila mtu ni sahihi. Unaweza kutanishwa na mtu mwingine akafuta kabisa ndoto zako, lakini ukitulia mbele za Bwana, Mungu hawezi kutoa kitu kibaya. Mungu atakuelekeza katika njia sahihi. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana, tuwe watu wa maombi, tumpende Mungu, tusiwe bize na mambo ya dunia e, usiwe tusiwe bize kwenye mitandao. Yaani unajua mitandao imepoteza sana watu, unakuta vijana wamezama huko kwenye, kwenye mitandao kuangalia picha za uchi, na hizo zinashawishi maisha yao kujikuta wanakimbilia e, kukimbilia kuingia kwenye, kwenye mambo ya kindoa, wakati wengine bado muda haujafika. Tupende kuwa watu wa maombi, watu wa neno tukiwa karibu na Mungu kwa njia hiyo, inapofika hatua ya kuoa, ina sauti ya kuoa inaimba ndani yako, tulia magotini, omba Mungu, atakutanisha na mtu sahihi. Uh, tunajua ndoa zetu za Kikristo ni za mke mmoja, ndio. Hata pengine unaneno gani kwa hapo. Uh, ki, ki, ki, ki, ki, kimsingi ni kwamba unajua watu wanapo tofauti, inapotokea watu wanashindwa kujua ni mahali gani sahihi pa kupeleka hiyo changamoto mimi nawashauri jambo moja, kabla ujaenda mahakamani, kabla ujaenda mahali popote, tulia kwanza mbele za Mungu. kama, kama umeokoka nenda kwa mchungaji mshirikishe, alafu chukua hatua, omba. usiende kwanza kukimbilia mahakamani, kwamba mkaamuliwe na watu. Mungu ndiye mwamuzi mkuu. Tuki, tukimshirikisha Mungu kwenye changamoto tutapata ushindi mkubwa, kwa sababu wakati mwingine changamoto nyingine inaweza tu ikawa ni darasa, yani unatengenezwa ili baadaye uwe mwalimu watu wengine. Sasa peleka hoja yako, Biblia inasema tumtwike Bwana fadhaa zetu. Kabla hujachukua hatua kwenda mahakamani au kwenda kwa washauri, ingia kwanza kwenye maombi, hiyo ndio siri kubwa. Ukiingia kwenye maombi, Mungu atakusemesha. Mungu hajawahi kunyamaza. Amekuwa akiongea tangu nyakati zote, ila wanadamu wamefungwa, yani ufahamu yani masikio yao ya ndani hayana uwezo wa kumsikia Mungu, kwa sababu hawana muda na Mungu. Wako bize kwenye dunia, wako bize kwenye vitu. Akiona changamoto imetokea, anatafuta waamuzi wa kidunia, lakini muamuzi mkuu wa maisha yetu na ndoa zetu ni Mungu, kwa sababu ndiye chanzo cha ndoa. Tunaposema ndoa ni Mungu, ndiye alianzisha, na kwa sababu kwa sababu ndiye alianzisha, ukilipeleka kwake lina majibu sahihi. Mahakamani hakuna majibu, au ni wanadamu. Unaweza kukuta unaenda kwa hakimu ambaye ametoka kumpiga mke wake atakupa maamuzi gani? Lakini Mungu ni mweza wa yote. Mimi nashauri, ushauri wangu tusikimbilie kwanza mahakamani, usikimbilie kwa balozi, kimbilia kwanza magotini. Unazungumzieje siku yako hii ya leo na una wito gani kwa wamama? Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtangazaji wangu, kwanza ninapenda sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku yetu hii ya leo ya jiblea kufikisha miaka ishirini na tano ya ndoa yetu. Namshukuru Mungu, ni kwa neema tu za Mungu. Na pia kwenye ndoa tukawe tukijua ya kwamba ndoa, unapoamua kuingia kwenye majukumu ya ndoa unatakiwa utafakari kwanza, utulie, uwe na maamuzi sahihi. Hata kama ukiingia kwenye ndoa umeshakuwa, umeamua, umekuwa na maamuzi sahihi, hata ukipitia kwenye changamoto kama Mungu ndo aliyekuamuru akakupa ya kwamba akakupa ya kwamba wewe unastahili kuolewa na mtumishi wa Mungu, lazima unaisikia sauti ya Mungu, na ukiisikia sauti ya Mungu lazima ukiwa mtulivu, utamwona Mungu hata kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako. Mimi niseme tu ya kwamba mimi kuolewa na mtumishi wa Mungu, mchungaji au bishop, mimi kwa kweli namshukuru Mungu. Nilimpata mume wangu kwenye utumishi. Wakati nipo kwenye huduma, ndiko Mungu alikoniletea mume, kwa sababu Mungu aliona haja yangu na akaona haja ya moyo nilionayo na utumishi ulioko ndani. Kwa kweli namshukuru Mungu. Tangu tumeoana elfu mbili na moja tarehe tano mwezi wa tano nimemuona Mungu. Nimepitia changamoto mbalimbali kwenye ndoa lakini nikirudi magotini, sijawahi kujuta. Nimeendelea kufurahia hata siku ya leo, ninaona ni mpya kwangu. Kwa hiyo ni wasii tu wanawake wenzangu zaidi sana, methali yanasema ya kwamba ndoa siyo sherehe, ndoa ni maisha kwa hiyo, na kwenye ndoa usizitegemee akili zako mwenyewe, bali mtegemee Mungu, na utamwona Mungu kwenye ndoa yako. Hauwezi akakuacha, utauona mkono wa Mungu ukikutegemeza na kutia nguvu hata unapopitia kwenye changamoto. Jina langu naitwa Ezeleda Ernest Mrindoko, ni mama bishopu wa huduma ya Glory of God Ministry. Kwa hiyo ninawapenda. Kwa majina yangu ninaitwa Chungaji Elia au nabi Elia Mlao Mashalawe, napatikana Chalinze. Na kitu cha kusema leo ichojifunza ni kikubwa sana, kutokana na kwamba kwanza kimenipa hamasa kwa sababu huyu ni baba yangu kiroho, ndie aliywai kutufungisha ndoa, lakini pia amekuwa kitulea sana katika maadili, hekima na namna ya kuishi na kutembea katika ndoa lakini hiki kitu kimeniamshia kitu kipya, kwa sababu kwangu mimi ni jambo la kwanza kwanza kulishuhudia kwa macho. Nilikuwa naona sikia tu wengine anatokea, lakini hili kwangu limekuwa ni tukio langu la kwanza, na hasa hiki tukio tu la kusimamia hivi sijawahi, ni mara ya kwanza kwangu. Imeleta, nimejifunza mambo makubwa kwamba kumbe kila hatua ina thamani kwa maisha ya mwanadamu, kwamba kila hatua katika maisha ina nguvu yake. Mara nyingi tunaona watu wanasherehekea happy birthday, kwamba ametimiza miaka kadhaa, au anashukuru Mungu kwa sababu amempatia kitu fulani, au amempata mtoto. Lakini kushukuru mtu kwa ajili ya ndoa, kukaa nayo miaka 25, mimi kwangu limekuwa ni tukio la kwanza, na limenifundisha sana kitu kikubwa. Kiukweli limekuwa ni tukio la ajabu, na sitakaa nilisahau, wala sitakaa nilisahau kabisa kulisahau mimi kwangu itakuwa ni ngumu sana kwa sababu limekuwa limeamsha kitu kipya ndani yangu na nimeona kumbe kuna maisha ambayo tunahitaji kuendelea na niendelee pia limeimarisha pia uwezo wa kufikiri katika maamuzi katika ndoa yangu kwamba lazima kama changamoto zipo sio kwamba mpaka wale wamekuja kusherekea hiki hawajapita changamoto ziko changamoto zilikuwepo yako magumu walipitia lakini mpaka leo wanafikia hapa tuna cha kujifunza tuna cha kujifunza kikubwa sana